Ya nishati. Mheshimiwa Khamis Yussuf Mussa, mbunge wa Kwahani, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Spika.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 Mheshimiwa naibu waziri asante, sana kwa majibu yako kwa, kwa maswali ya Waheshimiwa wabunge.